Yes, Rais William Ruto ametia saini mikataba ishirini ya miradi ya maendeleo ya mabilioni ya fedha baada ya mkutano na Rais wa Uchina Xi Jinping kwenye ziara yake rasmi nchini humo. Baadhi ya makubaliano hayo ni ujenzi wa reli ya SGR ya shilingi bilioni 600 kutoka Naivasha hadi Malaba na upanuzi wa barabara ya Rironi kwenda Mau Summit. Emmanuel To anaarifu <tune> Ilikuwa siku nyingine tena ya kuvuna kwa serikali ya rais William Ruto, mkutano wake na rais wa China Xi Jinping ukizaa matunda zaidi ya maendeleo, marais hao wawili wakitia saini mikataba 20 ya makubaliano. Rais Ruto akikaribishwa kwa taadhima na kupewa heshima ya mizinga 21 na majeshi katika jumba la serikali Rais Ruto na rais Xi wakitia saini mkataba wa kuendeleza ujenzi wa reli ya SGR ya kilomita 475 kutoka Naivasha hadi Malaba kwa kima cha takriban shilingi bilioni 648. Reli ya SGR kutoka Mombasa hadi Naivasha ya takriban kilomita 550 iliyojengwa na kampuni ya kichina ilikwama katika eneo la Suswa baada ya kukosa ufadhili. Makubaliano hayo pia yamehusisha ujenzi na upanuzi wa barabara ya Rironi mau Summit ya kilomita 170. Mradi huo ulikwama baada ya makubaliano kati ya serikali ya Kenya na kampuni ya kifaransa kugonga mwamba. We should be able to begin that construction between june and july this year and take it to its logical conclusion beyond mau Summit. Makubaliano hayo pia yamehusisha ujenzi na ukarabati wa daraja hatari la Nithi katika kaunti ya Tharakanithi ili kuzuia ajali na maafa. Daraja hilo lililofunguliwa miaka 40 iliyopita linafaa kubadilishwa sura na muundo msingi. Barabara zingine zitakazojengwa kupitia kwa maelewano na serikali ya China ni zikiwemo barabara ya Kiambu, Northern Bypass na Eldoret Bypass. Jumatano Rais alitia saini mikataba ya takriban shilingi bilioni 137 ya miradi ya maendeleo. Ijumaa Rais Ruto atazuru mkoa wa Fujian atakapotia saini mikataba ya maendeleo ya viwanda Emmanuel to runinga ya Citizen.